Ni hadithi ya kushangaza kidogo. Samweli Wilson ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika Chuo cha Uhasibu Tanzania, akisomea masuala ya uhasibu. Ni mkazi wa Usariver, jijini Arusha, na ni mtoto wa kwanza katika familia yao. Samweli ameanza mwaka mpya kwa tukio la kihistoria katika familia yao, baada ya kufanikisha ujenzi wa choo cha kisasa nyumbani kwao, hatua ambayo ni mwanzo wa safari yake ya miaka mitano ya kubadili maisha ya familia nzima. Akiwa bado ni mwanafunzi wa chuo Samueli anajisomesha mwenyewe kupitia kazi ya utengenezaji wa picha yani fotografi za majumbani na maofisini. Anasema huu ni mwaka wa sita akiwa chuoni, akitumia nguvu zake zote kuhakikisha anatimiza ndoto zake licha ya changamoto za kifedha. Mi naitwa Samuel Wilson, lakini kwa majina ya biashara sana sana watu wanatambua kama 04 the creator, nikiwa kama CEO wa kampuni yangu ya 04 Pictures inahusika kutengeneza picha na kudekoroti picha za watu majumbani, ofisini, Airbnb, hotelini na kadhalika na leo nilikuwa na uzinduzi wa choo hapa nyumbani kwetu, ikiwa ni moja ya mambo ambayo nilikuwa nimeahidi kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kubadilisha mazingira nyumbani kwetu, na leo nimeanza na choo ikiwa kama ni hatua ya kwanza. Uzinduzi wa choo hicho umefanyika kwa namna ya kipekee, ambapo alimwalika mtu mwenye ulemavu wa macho shiriki kukizindua rasmi, jambo ambalo liligusa hisia za wengi waliokuwepo. Hafla ya uzinduzi wa choo hicho imehudhuriwa na watu zaidi ya kumi na mbili. Nimeamua kumwalika Mama Fadhili ikiwa kama sehemu ya kuikumbusha jamii kuhusu watu wenye mahitaji maalum na kutambua mchango wao kwenye jamii yetu ya kawaida, kwa sababu ni watu ambao wana thamani kubwa sana kwenye jamii yetu ya kila siku. Ujenzi wa choo hicho umegharimu zaidi ya shilingi milioni nne na laki tano. Samweli anaeleza kuwa mazingira nyumbani kwao hayakuwa salama kiafya, hali inayomsukuma kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba anaikomboa familia yao na kuboresha maisha yao ya kila siku. Ni, ni ile unajua kuna ile hali watu wengi wanakoga, wanaogopa kuonyesha mazingira ya nyumbani kwao, lakini mimi hicho kitu nilikieka pembeni, nikasema no i have to do this and this. Ndo maana nika nika shoot hata ile video, watu ambao watu wengi waliiona, nilisema kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kubadilisha mazingira nyumbani kwetu ndani ya miaka mitano. Kwanza tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano mpaka tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili na thelathini saa saba na dakika tatu mchana. Hadithi ya Samuel Wilson ni somo kwa vijana wengine, ikionyesha kuwa kuanza mwaka mpya kwa vitendo vyenye tija na maono makubwa kunaweza kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika familia na jamii kiujumla. Kwanza kitu ambacho namshukuru Mungu, wazazi wangu ni very supportive sana, yaani nikiwaambia kitu kama, kama ni kitu ambacho kina manufaa watanikubalia hata kama akina manufaa watanikubalia, lakini ile kishingo pana. Yani ni watu ambao wananisupport, yani regardless ya kitu chochote, ni watu ambao wananisupport sana mimi. Nadhani ni wasi, vijana kuna kitu ambacho kama, kama unaweza kufanya kitu kwa ajili ya familia yako, fanya. Yani kama tunaona kuna watu wengi wana uwezo lakini hawafanyi vitu kwa ajili ya familia zao. Kama una uwezo wa kufanya kitu kwa ajili ya familia yako na uko hai kwa sababu zitafika siku ambazo uta, utakuwa unatamani ufanye kitu kwa ajili ya wazazi wako na wale wazazi wako watakuwa hawapo kabisa. Umeona, yani unatamani umeshafanikiwa, unatamani da mama angekuepo ningemnunulia gari, au mama angekuepo ningemjengea nyumba. Na mama hayupo tena. Umeona, na ndio maana hicho kitu mimi kikanisukuma kikani nikasema, no, ningeweza kuprioritize mimi kufanya, ningeweza kujinunulia gari, ningeweza kujinunulia kiwanja, ningeweza kujinunulia nyumba, lakini nikasema hapana, kwa sababu lazima nisimame kwa wazazi wangu, kwa sababu ni watu ambao wamenisapoti kunilea, kuanzia na kuwa mpaka hapa nilipofika. Lakini pia hapo hapo, maono yako yanaweza kuwa maumivu kwa vijana wengine, kwa sababu mzazi mwingine anaweza kuona kama kijana wake ni mzembe, unaona, unaona mzako saa mkule upo upo tu umeweza chuo mm, upo tu hapa. Nini ushauri wako kwa wazazi kuwasapoti vijana wao na kutokuwakatia tamaa katika mazingira Wazazi na wasi kama unaweza kumsapoti mtoto wako, msapoti. Alafu yani, unasema do your thing, alafu Mungu atafanya the rest yani, wewe fanya upande wako, alafu Mungu atafanya kwa upande wake. Lakini pia vijana, yani usikate tamaa yani usikate tamaa yani, tamaa kwa namna yoyote. Yani ukitaka kukata tamaa fikiria maisha ya kwenu, then ukikata tamaa then itakuwaje? <coughs> Kwa nia ya mafanikio labda umeyaweka ndani ya miaka mitano na sio kipindi kingine. Niliamua kuweka ndani ya miaka mitano ili nijipe ile time limit na niwe na naweza kufanya kazi kwa nguvu sana kwa sababu ningeweza kufanya hicho kitu labda, labda nikasema ndani ya miaka 20, 30 ningekuwa ni rais, lakini ndoto, ndoto ni zile ambazo hazifikiriki, yaani ndoto mwenyewe ukisema hicho kitu unaogopa, lakini ndoto zinaweza kutimia muda wote yani. Nimeweka ndani ya miaka mitano lakini ni kitu ambacho kinaweza kutimia hata ndani ya mwezi ndani ya miaka miwili au mwaka mmoja au miezi sita, lakini mimi niliweka time limit ya miaka mitano ili nijipe muda mzuri wa kufanya hicho kitu, hata kama ni ngumu, lakini najua kwa uwezo wa Mungu hicho kitu kitaweza kikatimia. Kitu cha kipekee cha kujiuliza, je, wewe ni mwanachuo na unafikiria nini ukiwa chuoni au baada ya kuhitimu masomo yako? Tuweke komenti yako hapo chini. Mimi ni Profiti Mmanga.